Mtazamaji bado tunaendelea na mada yetu ya leo, tukiwa tunazungumzia ya maswala ya zimwi la ufisadi, huku leo ikiwa ni siku ya kimataifa eh, ya kuangazia mikakati ya kukabiliana na ufisadi eh, ulimwenguni, si tu hapa nchini Kenya. Hivi sasa tunaungana na wakazi kutoka kaunti ya Nyamira, alafu baadaye Taita na kisha tukamilishe na Narok, tusikize kauli zao na semi zao kuhusiana na ufisadi. Kukuhusu swala la, la ufisadi likizidi kuwa changamoto kote nchini, hapa katika kaunti hii ya Nyamira, tunaungana na baadhi ya wakazi wa kaunti wa hii linaowatueleze je, maoni yao ni yapi kuhusiana na athari za changamoto hii na pengine wanahisi kwamba swala hili litaweza kutatuliwa vipi. Mimi ningependa kusema uwezekano ipo kwa sababu tuko na sheria ambazo zimepitishwa kama anti-corruption laws, siku hapo zimepitishwa mingi sana, zinapitishwa kila kujao lakini niani kwa serikali serikali ikiamua kupigana na ufisadi tuanzize na taasisi ya huko juu, kuanzia kwa rais ofisi yake, uende kwa ministries uende kwa polisi wetu uende kwa mashule kila mahali, na mwananchi mwenyewe aamue kwamba anataka kupigana na ufisadi. Mi ningependelea kwamba ingewezekana, tungeanza kama ni mafunzo, tuanze kwa mashule, mabaraza, hata kwa makanisa, tuanze kufunza watu maadili na athari za ufisadi, kwa sababu ufisadi ndio unaendelea ku widen the gap between the rich and the poor. Unapata zile taasisi ambazo zimepewa uwezo wa kupigana na ufisadi, unapata ufisadi inaanza kwa hizo hizo taasisi. Unapata mtu kama EACC anapewa jukumu la ku kutafuta hao wa wakora ufisadi, lakini unapata the same same corruption starts with the, the same EACC uh, uh, kitu kingine uh, jambo lingine nasema, mahakama hizi vikesi za corruption Once, once imejulikana kwa there is a scandal, corruption scandal somewhere, it takes too long. Unaona kesi inaongelewa, ina miaka karibu tano ikiwa mahakamani. Do you think really, genuinely we can end corruption through this? So mi inaweza sema, kama ni kutaka kuangamiza corruption and especially venye ndugu yangu amesema corruption starts from us. Ufisadi ni jambo ambalo limeangamiza mataifa mengi na taifa letu la Kenya sana, sana sana, uh, Ukiangalia hawa wanasiasa ambao ni wabunge wetu ikiwemo na rais wetu na wa, na hata magavana hawawezi sikizana kwamba walete sheria fulani ambayo itadhibiti ufisadi, sheria ambayo ni adhabu kali kama nchi zingine. Naangalia nchi kama kina China, mle ukipatikana labda na ufisadi, unapelekwa mahali unanyongwa, wananchi wakiangalia. So hiyo inaweza hata og ogopesha mtu binafsi kufanya ufisadi, lakini sasa unapata wanasiasa wetu wanafuja pesa wana, wakipelekwa kotini, tena hizo pesa ndizo wanatumia kuji, kuji protect kule kotini, wakitoka wanatoka tu scot free, wanakuja hapa na magari makubwa makubwa, wanakuja tena kwa, kwa wananchi wadogo kuwaonyesha kwa, kwa kwamba sisi ndio tuko. Corruption can be, can be erased from a community and corruption when we are dealing to corruption we can uh, delete it starts from us. sisi kama wananchi wa kawaida sababu tuki wakati tunafanya maendeleo, kuna ile njia nyingine nji, nji watu upendeleana kwa vingine, lakini ku, kwa sheria kwa mujibu wa sheria ambayo imetungwa huko Kenya, inapaswa vitu zifuate zifuat, zifuatiliwe kulingana na mujibu wa sheria. Uh, we can end corruption through uh, strengthening our institutions, those independent institu institutions like judiciary, uh, police and other institutions that are independent. Nama haoni baadhi ya wa wakazi wa kaunti hii ya Nyamira wakisisitiza kwamba janga hili la ufisadi linachangiwa sio tu na viongozi walio mamlakani bali pia na wananchi, wakisisitiza kwamba zile asasi husika kuchukua na kufanya kazi yao ipasavyo kisheria, ili kuwezesha taifa kukabiliana na ufisadi kiripoti ya nungia Citizen kutoka kaunti hii ya Nyamira langu jina ni Duncan Pundi. Shukran sana niko katika kaunti ya Taita Taveta ambapo hivi leo katika mada tunapoangazia swala zima la kiuchumi, baada ya kubainika Wakenya wengi wanazidi kuishi katika hali ya uchochole. Je, hatua hii ina athari gani kwa taifa hili la Kenya? na nimeweza kuzungumza na wakazi wa kaunti hii na haya ndio walikuwa nayo ya kusema. Wameanza kufadhili vijana kama maguns wakajisahau, kana kwamba aiti ilianza hivyo hivyo. Hawa vijana mnaona, ndio wengi sana ambao hawana chochote, na ndio unaona wanawasawishika kwa haraka, kana kwamba ukipewa pesa unaenda kwa, unaambiwa familia fulani unaanza kujisahau. Kwa hivyo ile kitu mimi naomba Kenya ifanye ni kwanza waangalie ufisadi, tuache kulilia Mungu na huku sisi wenyewe ni nini? ni nini ni, ni, ni, ni wafisadi ni rahisi sana aangalie pamoja na serikali yake pila, watapunguza gap. Wasipoipunguza au masikini hao, ila siku wataamua, matajiri ndio watakuwa hatarini. Hali ya uchumi kweli iko chini sana, hasa kwa mwananchi wa kawaida, maana matajiri ni wengi. Hali ya uchumi kwa wale watu ambao hawajiwezi iko chini, mapato yako chini, ukiangalia venye serikali saa hii inavyoenda hali haiko sawa kusema hilo kweli. Sasa lazima serikali jitahidi angaa, hata kama ni zile mgao za fedha iende kwa kila, iende kwa kila kaunti, at least wale ambao hawajiwezi wapate kuikimu maisha yao. Sasa haiwezekani kwamba matajiri kama kumi ama matajiri kama ishirini wako wa na pesa ambazo zinaweza kulisha Kenya hii zinaweza kulisha Kenya hii miaka zaidi ya miaka ishirini wakiwa hawapati shida yoyote. Kwa hivyo hoja yangu kwa serikali za county, either za county ama serikali kuu ni kwamba president aliyeko mamlakani ajaribu juu chini apunguze hii gap ya, ya, ya maskini na matajiri kwa sababu hiyo gap imeachana kama, yani kama dunia na mbingu. Ndizo kauli za wakazi wa kaunti hii hapa wakisisitiza umuhimu wa serikali kuweza kuimarisha uchumi ili wananchi waweze kuwa na afueni. Nikiripoti ya runinga Citizen kutoka Taita Taveta, mimi ni Julius Joho. Shukran kwa kujumika nami kutoka kaunti hii ya Narok, tunapozungumzia swala la ufisadi. Na ni bayana wazi kwamba swala hili limezidi kupigwa vita na serikali na hata washikadau wengine, lakini mbinu hii inaonekana kugonga mwamba. Ile wasamavyo wahenga, subira huvuta heri. Hatari ya ufisadi kwa hii nchi imesababisha vitu mingi, there is a lot of corruption in the country, vitu kama mauaji ya kiholela, watu wanashtakiwa mauaji na bado wanatembea, they are just walking freely. Nyuma, sana sana ni ufisadi. Kuzingatia vitu mingi, vitu vingine ni vitu, watu wanatumia majina tofauti tofauti, majina za watoto yao watu wanachukua na hakuna kitu inaendelea yeah. Kila mtu namba plate yake na gari yake ikuwe inastahili na logbook zikuwe zinaandamana na namba plate na majina yake pamoja. Corruption inatusumbua sana, inatuletea manembo mingi maana uchumi imekuwa mbaya, hatukua hatuna pesa. Na nashangaa sana wakati ya siasa watu hutoa wa pesa, sasa sijui wakati tuna relax sijui hiyo pesa iko wapi. Corruption inaendelezwa na wanasiasa kwa sababu wenye wako kwa serikali saa hizi, tuseme serikali hii ni ndo wanaendeleza corruption. For example kama by election yenye tulipiga hapo juzi, watu walituonga ili wachukue kura, lakini nashukuru wananchi kwa sababu wamejanjaruka. Wame wanakula pesa na wanapiga mahali roho inataka. Kusema kweli hii imekuwa changamoto, yani changamoto kubwa sana katika nchi ya Kenya kwa sababu uki, ukienda kila mahali kama mimi, kama mimi sasa nikienda kuapply kasi, yani ni ngumu upate kasi kama una connection, kama una wale watu wakubwa wenye wako mbele yako ndio waweze kukusaidia. So ukiangalia katika, eh, katika, eh, sekta ya kuajiriwa, ukienda pale kuapply kasi utaambiwa tu, yani utatuma tu application yako, lakini mukifika pale, kuna wale ambao wanajulikana watapata hiyo kazi. Wanatumia eh, njia ya kichinichini kama vile kutumia pesa kununua kazi. eh, nikisema ya kwamba mimi ni mmoja wao, eh, nilihai apply kazi mahali alafu tulipofika pale kufanya interview. Unapata ya kwamba unaambiwa ungefaa kupiga simu yani, kufuatilia hiyo kazi ndio upate kazi. Mimi nikamwambia mimi nangojea ile siku ya Mungu ambapo atanifungulia njia ndio nipate kazi, kwa sababu sina pesa ya kununua kazi. Pesa ikitumika kila mahali inaeza haribu hata familia e, kwa sababu pesa, ufisadi, yani hiyo corruption, kwa sababu mtu atakuja kudanganyilie. Ruben Motochi, Runinga ya Citizen. Ha, na mtazamaji hivi sasa ni saa sita na dakika hamsini, muda wetu umeshayoyoma. Nasema asante sana kwa kutazama, toka tulipoanza tukiwa tunazungumzia masuala ya ufisadi, leo ikiwa ni siku ya kimataifa ya kuangazia mikakati na vita dhidi ya ufisadi kote ulimwenguni, sio tu hapa nchini Kenya. Lakini kama tulivokuwa tukizungumza na wageni wetu hapo awali, majukumu ni yetu, maadili ni yetu, sisi kuweza kuzingatia ili kuweza kukabiliana na donda sugu la ufisadi, kwa sababu ya vizazi vijavyo. Nasema asante sana kwa kuchangia pamoja na na wale walioweza kutazama na hata wale ambao wameweza kuchangia kupitia kwa kujumuika na maripota wetu maeneo tofauti, nasema asante. Hadi wakati mwingine, mchana mwema.